Hello, everybody, everybody, habari za muda huu, ningependa kukuonyesha au kukuelekeza jinsi ya kutoa matangazo kwenye simu yako hii. So, ni changamoto ya watu wengi sana, inawaumiza na kuwatatiza. Sio kazi ngumu, ni kazi nyepesi tu, cha msingi nipe masikio yako leo. Nitakwenda kukuelekeza au kukufahamisha namna ya kuzuia matangazo ya mtandaoni, ali maarufu kama ads Wakati unavua kuwa mtandaoni, kuna baadhi ya matangazo yanakuwa kilazima, yanataka uyaangalie ya kwa muda fulani, afu mwisho wa siku ndio yakuruhusu kuendea unachokifanya. Kwao na kuelekeza leo njia au mbinu mbili unaweza kuzuia matangazo yao. Cha kwanza, ingia kwenye simu yako. Ukishaingia kwenye simu yako, nenda kwenye hii application imeandikwa Chrome. Una click Chrome. Chrome ikishafunguka, unakuta hapa juu kuna hizi dot dot tatu: moja mbili, tatu. Una click kwenye hizi dot dot tatu Dokta tuizi ingeshafunguka unashuka mpaka mpaka chini chini chini, unakuta kuna neno limeandikwa setting, una click neno setting, neno limeandikwa limeandikwa limeandikwa kabisa, unatafuta unatafuta neno limeandikwa site setting, una click neno site setting. Site setting ikishafunguka unashuka chini pia mpaka your device use, unabonyeza hiyo your device use na hiyo device use inatakiwa iwe on, lakini on, lakini kwa kuwa mimi nimeshaweka on mara nyingi maanyingi inakuwa hivi off unatakiwa uiweke on, ukishaweka on, unarudi nyuma hapa. Ukisharudi nyuma, unashuka tena chini, unatafuta neno pop ups and redirects, una click pop ups and redirects, inatakiwa pop ups and redirects iwe off. Na nyingi inakuwa on hivi, wewe unatakiwa uiweke off. Ukishaweka hivi, kwa njia hii ya kwanza unakuwa umeshafanikisha kuzuia sites zisiweze kuaccess location yako na kuleta hizo ads. Njia ya pili ambao pia ni shortcut, naweza nikasema, unaingia kwenye simu yako, unatafuta moja kwa moja application imeandikwa setting, una click setting hii kama unapoiona. Ukishatafuta setting, una click katika kitufe kimeandikwa connection, unabonyeza connection, hapo connection inafunguka. Ukishabonyeza connection ifunguka, unatafuta chini neno limeandikwa more connection setting, unabonyeza more connection setting inafunguka na kuwa namna hivi. Hapo juu ameandika nearby device scanning, kuna printing, kuna VPN, kuna private DNS. Wewe unaingia kwenye hili neno liliandikwa private DNS, unabonyeza hapa private DNS. Private DNS ingefunguka unakuta, kuna hapo juu ameandika off, hapa chini ya automatic, na chini kabisa pameandikwa private DNS provider host. Sasa unachotakiwa kufanya, unachagua private DNS provider host name, name, afu hapa unaandika neno dns.adguard.com ukishaandika neno hili hapa, una save, ungisha save hivi. Kwa hiyo size unakuwa tayari umeshaweza kuzuia matangazo yote ali maarufu kama ads, na unakuwa ungeingia mtandaoni, hakuna matangazo ya kukusumbua. Asante sana, tuendelee kujifunza. Karibuni mno na